Sana, uh, na, kwa mtazamaji wetu tayari cha kufungulia simu, uh, simu zetu kwa namba zetu za 0722600333. Natumai inshallah mwelekezi wetu wa leo atatuwekea namba zetu. Kama una swala lolote unaweza kutupigia simu, na inshallah mshekhi wa kunasi hapa tayari kuyajibu swala lako. Na mshekhi Ali Bahiro, tukiendelea na swala letu, anauliza ijue dini yako na lazimika kuswali, lakini miaka miwili nimeiacha swala, je

time za kuswali ile wakati wa magharibi inakuja saa 4 na Isha inakuja saa tano mm, na nusu. Je, anaweza kuswali magharibi akaswali Isha kanala, mm, alafu akalala inaruhusiwa hii? Alafu swali la pili eh, hili swali liliulizwa wiki iliyopita. Mm, eh kuhusu e, ni sawa mimi, je ni sawa taamitaliuliza kivyangu ki, ki, ki, je ni sawa kudanganya serikali ya huku wewe na mke wako hamko pamoja. Ukisema hivyo yule mke atapatiwa pesa na serikali ambayo ita- itaendeleza kimaisha na mume anafanya kazi na, lakini ukisema huko, na, ukisema huko na mke wako na, yule mke itakuwa anakutegemea wewe katika ile pato lako unalofanya kazi sasa na. Watu wengi udanganyi mtasema hivyo wakasema mimi tuko separate hatuko pamoja ndio ule mke apate apate pesa ya ziada, na ule mume unafanya kazi na kupata pesa ya ziada, mwendeleze maisha hii.